Simba hawezi kutoboa, anasema nani? Anabisha bisha Klatus jota Chama, wakati Chiboko anazengea zengea upande mbali kule. Chama Klatus, fundi wa kabumbu huyu, anapita nayo bwaria. boko boko boko, baba boko, brada Naligani simba aiende atova makundi. Nani ana roho mbaya? Tujue anaumia kutoka wapi. Kwanini uteseke brother? Kwanini umie roho? Kwa nini uwe roho ya karato? Oh, oh, oh, chama chama baba chama baba na pindua mtu, chama Platus sema penat wewe